Naitwa Dokta Dialista Kirenga, natokea Wizara ya Maji Dodoma, makao makuu Dodoma, na kazi zetu nyingi ni pamoja na kusambaza maji, lakini tunadidi pia na sustainability ya miradi ya maji. E, nimefurahi sana kushiriki katika kikao hiki ambacho kinaandaa Risk register kinafanya assessment ya risk na ni namna gani nchi kama nchi tunaweza tukawa na mpango wa kukabiliana na majanga mbalimbali mbali. Na tumefundisha kwamba majanga yako katika maeneo mbalimbali, yako kwenye maji, yako kwenye barabara, yako kwenye drought na pia yako kwenye magonjwa, pia kwenye majengo mbalimbali mbali, infrastructure pia kuna mengine yako kwenye transport facilities kama reli, kuna zingine ambazo ni mabomu na explosions za chemicals, lakini pia kuna zingine ni explosions za maeneo mbalimbali kama terrorism. Kwa hiyo katika kujifunza huku tumegundua kwamba swala la majanga, kukabiliana na majanga sio swala la mtu mmoja, linahitaji coordinated efforts kutoka katika sekta mbalimbali mbali. Kwa hiyo sisi kama sekta ya maji tumeona tunawajibika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kila aina ya janga litakapotokea liwe ni janga la barabara, tutahitaji maji kule hospitalini ya kutosha, liwe ni janga la mafuriko, infrastructure za maji zinaondolewa na vyanzo vya maji vinaharibiwa. Kwa hiyo tunahitaji kuwepo na preparedness kwa ajili ya masuala ya maji. Pia hata katika swala la linapotokea majanga labda, au maeneo ya wakimbizi tunahitaji sana kuwa na water services nzuri. Kwa hiyo tumejifunza kwamba tutakapotoka hapa tutajitahidi kwenda kuandaa e, riski profile. Tutaandaa mpango wa kukabiliana na majanga katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, nchi nzima, kwa sababu katika nchi yetu tuna mamlaka za maji na usafi wa mazingira katika kila mkoa na pia tuna tuna wakala wa usambazaji maji katika kila mkoa, katika maeneo ya vijijini na mamlaka za maji ziko maeneo ya mjini. Kwa hiyo tutaenda kuwaeleza viongozi wetu kwamba ni vyema tukawa na mpango wa kukabiliana na majanga mbalimbali, na pia tutatumia taarifa nyingi sana kutoka kwa wadau mbalimbali mbali. Kama taarifa za hali ya hewa zina ni nzuri sana pia, tunaweza tukatumia taarifa za madaktari kuhusiana na mlipuko wa magonjwa mbalimbali sababu wao wanafanya vipimo hata kabla ugonjwa hajawa serious wanajua kabisa kwamba utakuwa na ugonjwa fulani kwa